Sijawahi kuzungumza naye zaidi zaidi, huyo makala alipokuwa anatembea na MP. Sasa ndio nimeajua leo na nani? Haya, mnako kaa mukage mukiongea vitu vyenu, sio vya kwangu. Haya, sawa. Haya, kama mada zetu hazi ziko, tunaongea mada ya mtu wote, ndio kuja mbele hapa. Ni Sule Sound, kama tunavyoonekana hivi, tuko vizuri kabisa, tuko na dada yetu. Tunataka kumchallenge challenge, challenge ambayo ni simple kabisa, tunataka ampigie shoga yake wa Masasi amwambia hivi, shoga, ulichonifanyia sijategemea, sijapenda hata kidogo. Wewe wakunifichia mimi wewe kweli, lakini dunia haina siri. Leo nimegundua kwa nini umenifanyia vile. Ampe question mark, alafu amwachie question mark, hata simu akikata, najua kuna jibu litatokea kwa shoga yake. Unayo namba yake ya simu? ni nayo. Ndio ampigie simu shogari, mpatie simu yake, waka namba yake. Wewe si ndo BFF wako? Eh, BFF wangu. Sasa mpigie ha, hapa tumsikilize BFF wako kumwambia nimegundua Dunia haina siri. Kwa nini umenifanyia hivyo? Na mimi wewe ndio mtu wangu wa karibu na kutegemea, kwa nini umenifanyia hivyo? Halo. Oh. Mambo. This call will be recorded. Kwa kwema. Za wewe, mi niko poa na Oh. Ramla hapa, nimekujua sauti. Ah. Sasa, mi eh? Sasa, kuna kitu nataka nikuulize. No eh. Mimi na wewe tunaongea mambo mangapi? Mambo mengi. Sasa inakuwaje mambo ambayo inaongea na wewe nakuja kusikia kwa watu wengine? Hey, hey, na kwa watu gani? <laughs> bibi wewe, mimi napi, napigiwa simu siri zangu zote ninazoongea na wewe na kuja kuambia kwa wewe, ndio no. Unaongea na unasambaza? Amekupigia simu nani? Kwanza tuanzie hapo hapo. Wengi, ndio maana yaani, wewe unajua umeongea na kina nani? Yaani kitu ambacho ninakishangaa, sina rafiki sina shoga sina mtu ninapigia naye story, ndio maana nimecheka. Basi labda yani, kipindi cha ushoga wenu mko mnaongea kuhusu mimi. Ndio nauliza imekuwaje? kipindi cha ushoga cha ushoga wetu yani kwa kama maneno yapi, kama kama maneno yapi kuhusu mimi? Ndio maana nimeshangaa na nimecheka. Ni kuhusu kuhusu mimi na wewe, yani ni nini ambacho umejisikia? Umeongea na mimi alafu umejisikia yani, kuhusu maisha yangu na mabwana zangu wote ninao kusimulia mimi yani, ndio nimeenda kusema kwa nani kwa mashoga zako unaopiga nao stori ah uh ah -uh, nitajie mmoja. Sio mashoga zangu, nataka nitajie mmoja afu nimpigie simu nimuunganishe nipunga, ni e na kwa sababu mimi una simu mpendi. Hakuna mtu ninayepiga naye stori, hakuna sehemu ninaenda, nashinda nyumbani na wote nimechimbia mambo kama haya ya kupiga na simu kwanza kuulizana. Nitajie mmoja afu kiambia, nimemwambia hichi, nimwambia hichi, nimpigie simu nimuunganishe sahizi. Nimechoka ni ni si, ni mi ni sahizi. Sikiliza nani kwambie, wewe unavyokaa mm -hmm. na marafiki zako mnakuepo wengi hii, hii, rafiki, kukatalia, rafiki. Rafiki si ni ni ni ni kwa maana si unachakua nao sasa hivi. Hapo zamani usikuwa hapo na marafiki zako. Sina shogaaje mwaambie hivi nitajie rafiki yangu gani? Yaani mtaje mmoja, yaani nitajie huyu nimpigie tu sasa hivi nimuunganishe kwa sababu wote. Bado namba zao ninazo. Niambie kwamba ulikaa na huyu usijui umemwambia nini sasa hivi. Aya bana mambo yasiwe mengi. Ni mimi nimesha kukusamehe ah, ila ninachotaka ujue mi maneno yote unayo yaongea yameshanifikia na nimeshayajua. Nimesha kusamehe. So, nimekusamea nimekufanyaje? Uh -huh. Mimi sitaki siu ao siju amesema kufanyaje, umeka huku, niambie alokuambia, nipigie simu sasa sasa hivi nikuunganishe naye. Mimi siwezi kutajia mtu yoyote, lakini kwa kuwa mwenye najua umeongea hayo maneno, wewe kama ulitaka, ukiongea kwa kitu kwangu, singe nipigia simu. Unataka kuendeleza na mambo <laughs> Subiri atapiga simu, subiri <laughs> atapiga simu ulivombana, so, hey, me, umembana tofauti, umeona, lakini kama anakuja kuja hivi, umeona <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mtajie, usimtajie mtu yote yule. Yaani wewe usimnini usimtajie, <laughs> <laughs> mtu yote. Mbana hivyo hivyo. Mwambie wewe hujawahi hata mtu mmoja kweli hata kitu kimoja. Mi naposikia kweli hivi, kweli rafiki yangu we, ila mi nimekusamee Aisha, ila e kapani kataki nini? Aisha anamtaka anataka, anataka ushahidi <laughs> anataka nini, ushahidi wa huyo shoga alokwambia wewe. Na kweli hana marafiki? Marafiki anao wengi sana. Unataka kuniambia wewe fulani ana hauna kwe, una, una, rafiki nani, nani? Kweli, kweli. Eh? He, ana marafiki kwa sababu hapo. Masasa leo ukifika ukimtaja, amna tasimjua masasa mzima, ni kama yani yeye anafanya kazi gani? Yeye yupo yupo tu dada, mjini Mission Town, wewe utapata kitu hapa, tapata kitu wewe, subiri tu. Kwa hiyo hapa atafikiria <laughs> Alafu mwishi wa siku anakwambia kama kitu fulani sini nanini kile ilikuwa hivi na hivi, kwaio tumpigie, tumsubirie. Inawezekana hana dakika, ngoja tumsubirie. <laughs> Hajatuma meseji? Angalia kwenye simu yako meseji mkiwa mnapeana mnapeana mkiwa mnapeana taarifa za kijinga huko, msiwe endelea, malizia. Mkiwa mnapeana taarifa za kijinga huko, msiwe mnaniwe msiwe mnaniweke, mniache mimi, sihitaji kabisa, msiwe mnaniweka, sijui ni yake ake, aseme hivyo. <laughs> mniache kabisa. Kwa huyu ana dakika, yani angekuwa na dakika angepiga. <laughs> Kwao tunaprodia tena <laughs> Halo, halo hey. Skia halo na kusikia, halo halo na kusikia, na naulizaje hivi? hey kuhusu, ya na ba kuhusu, yani maisha tunavyoishi, mimi na Bakaila, yote nilikuwa na kusimulia, tunaishi <tuhilis> <yoy jistulufu> Story <tuhilis> nzima, yani changamoto zote tunazozipitia, tunatafutana, tunablokiana, tunafutiana, kila kitu, wewe yote ulikuwa unayajua. Ehe. <tuhilis> na nakumbuka mpaka siku nakuja kutumia pesa kwa ajili ya basi ya mtoto wako, uliniambia mimi nisikuambie, nisiwambie mashoga zako, nakumbuka Sasa inakuwaje wewe unaniambia mimi nisitangaze mambo yako, lakini wewe unaenda kuwatangazia mambo yangu mashoga zako? <coughs> mashoga zako wakina Frida na wewe, mashoga zako sio wakina Frida, wakina Frida na kina Anita, mnapokaa mnapiga story, mnanisimulia mnanisimulia mimi mambo yangu, inakuwaje? Wakati wewe uliniambia mambo yako nisiwe na tangaza mambo yako. Gani ya Baba Kaila na mabwana zangu wote nakusimulia bibi wewe, kwani likopo leo wewe? Baba Kaila sumecha kuongea naye juzi juzijuzi tu hapa lazima utaulizana kwanza, huy apokee simu, tungejua ange subiri. Akipokea atatuma namba ya yule kwa tutaunganisha namba ya huyo ambaye nimemtaja. Mhm, bo itaunganishwa namba ya huyo na ya huyo. Mmeshaulizana tayari? Kuulizana na nani? Na huyo fish ulimwambia, unampigia? Yaani mimi unamwambia kupigia hey, hey. Nimemuuliza kwamba mimi na we tuakuongea nini cha Mama Kaila, mm. Akasema mbona mimi sijai, kwanza, si na ukaribu na huyo Mama Kaila, mm -hmm. Sijawahi kuzungumza naye eh. Mama Kala alipokuwa anatembea na MP. Sasa hayo ndo nimeajua leo na nani Mpangile mm. na akasema, na mimi nilimuuliza Mpangile, nilimuuliza mimi na hajawai hajawai kuniambia kwa sababu mimi hiyo hisho hata ikukushirikisha pia mimi nilipokuwa nahisi kwamba Mama Kala anatembea na Mpangile, na nikamuuliza Mpangile akanikatalia akaniambia, mimi huyo nimetembea naye dada yake sio yeye. Basi ndo hisho hisho, nami nimemuuliza Mpangile hakuna kitu kingine, ndio maana mimi nimeshangaa vitu hivi, mbona vinakuambia ajabu. Nikampigia simu Frida kwamba, hiyo Frida, mimi nimekuambia nini chochote cha mama Kaila? mm. akasema hakuna. Kwa sababu hizo hizo issue mimi ndo nimefanyaje, nilimuuliza mpangile na hicho swala la kwa kwa yeye anafanyaje, anatembea na mpangile, mimi nilikuwa posili juu, nikamuuliza mwenyewe mpangile. Nilipomuuliza akaniambia mimi sijatembea naye yule, nimetenda na dada yake, yule alikuwa mfanya kazi wangu. Basi eh mimi siongelee kwa mpangile Naongelea kuhusu mambo ya baba Kaila, yaani mambo ya baba Kaila. Ndio unachokizungumzia. Baba Kaila sasa mimi nimeongea na nani? A a mambo ya baba Kaila mimi nimeongea na nani? Sina kina fresh. Na ndio swala ambayo ameenda kuuliza yeye baba Kaila. Ndio maana mimi nimeona vitu vya ajabu. Sasa napigaje story kama hizo?

na mimi nilipokuwa na hisi kama anatembea na akasema yeye atembea na ametembea ya ya na yake, basi hakuna kitu mm kingine kilicho kwa tumekiongea. Hata wewe unapokuja kuniambia hivyo unaona kitu gani? Sikiliza na sikiliza. Yaani hapo kuna vitu vingine amekuficha. Yaani ameongeleka mm mengi mengi mengi mengi sana. Yanaongeleka, yeah, me mengi wapi? Yaani yeah, me, sikiliza nikwambie kitu wewe labda. Yaani yeah, kitu ukitaka kiishe, unataka ukiseme. Sijui unanielewa. Hata unaposema ameongeleka sijui mengi, sijui ameongea huyu uh, siju ndio kaja unanificha. Ndio tamani nikwambie, sema mpigie simu tumuulize ili jambo liisha. So unaanza kufika tu kwamba amesema huyu limepitia huku limepitia huku hivyo, avieti maana yoyote simu. Kama uko unataka kufika, usingenipigia simu, ungekuwa umebaki napo mwenyewe. Unakuja kuileta unaniuliza, sio? Unasema sisi tumeongeleka mengi, sijui ameongelea onge, mi nashindwa kukuelewa wewe. Kama ulikotaki kusema mi, usingeniuliza ungekuwa unabaki nalo mwenyewe. Utakao niuliza uniambie kwamba hiki kimetokea huku mkiongea hapo, mimi ndo nikuambie moja, kwa sababu uliniambia mimi na wewe tulichoongea kuhusu ni kipi na ni kipi. Ndo ameniambia hivyo, kwamba mimi sijawahi kuongea na yeye na mamakae, na hili sio kuambia kwamba mimi nilimuuliza yeye kuhusu mpangile. Tena nilimuuliza mpangile mwenyewe akaniambia, naye akaniambia hajatembea naye, ametembea na dada yake. Basi tunaishiana hapo sasa. Sikiliza, mimi nimekupigia simu, sio mambo ya kuulizana, kwa sababu ni vitu vyote ambavyo nimeambiwa ni vya ukweli, ila nimekupigia simu ili upate tu kujua hivyo vyote ambavyo umeviongea, umenitangazia, umenisimulia kwa watu, mimi nimeshavijua nini. Ngoja nimekiongea kumuuliza na wao kumuliza kukwambia anataka nini kutoka kwao au kwako au njia kwa kwa yake ni nini? So vitu vingine naaku amesema sijui umesema hivi sijui nimesikia, na mimi nawapigia simu watu anamia ajabu nasahaa, ndo maanake wanakuchola wanakuchola kunichola sasa mimi kunicholaawei kunichoambia ndo kiko hivyo, yaani vitu vyote wao wamevijuaje amekisema Frida. Yaani Frida na yani wote kundi lenu wote mlikuwa mnakaa pale mnapiga story story. Kazi haya sawa. <laughs> Mnako kaa muka, mukage mukiongea vitu vyenu sio vya kwangu A, haya sawa. Haya. Kama mada zetu aayaokama <laughs> mada zetu hazipo tunaongea baada yote nao kuja mbele. <laughs> Na. Hey. Mambo vipi mwanangu? Vipimwanangu hita a mambo ya channel. Hakuna chochote kile kilichotokea kwa shemeji yako, ila tukitaka tukujue unapumzi gani kwa shoga yako. <laughs> <laughs> ah. Wa, <laughs> natodea si mkubwa. <laughs> eh. Una sa ingia YouTube channel hapo andika Sule Sound TV. Alafu subscribe, usiache kusubscribe ili uone. Sawa. Umeelewa? Kwa hiyo ni panic yet. <laughs>

Ah, unaelewa maana ya kusubscribe? Ndio. Ah, tunakutumia kwa message hapa TikTok tunatumia pia kote ufollow. TikTok tuna akaunti mbili zote Sule Sound ah, ah sawa. Facebook wapi? Kote kote tunapatikana. Sawa ah, usipaniki bana ah, mpigie simu shoga yako mwingine mwambie ah, utani tu Kupigia atakupiga mwenyeweno, lazima ani, lazima atanipigia, natafutia salio leo na hapo <laughs> kwa sababu <kuchandi>, um. <laughs> ah, amesha sema mambo ya mitandao hajatukana even <laughs> eh, eh. Subiri <sumire>, jamani <laughs> nayaoga ah. matusi leo <laughs>